Tanzania. Kiukweli, TAWIRI, tumejaliwa utafiti wa kisayansi na umakini pia kwa wanyama na mfumo ekolojia. Ni Juni 21, 2025, kuelekea kilele cha wiki ya utumishi wa umma. Hapa ni taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI, na leo sisi kama TAWIRI tumeamua kufanya usafi kama unavyoona viongozi mbalimbali na watumishi wote kwa ujumla wako busy wanafanya usafi, e, ikiwa ni sehemu pekee kuadhimisha wiki hii. Naitwa Harold Basida, mkurugenzi wa huduma za shirika kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa nyamapori Tanzania. Tuko hapa leo katika kuadhimisha wiki ya utumishi wa umma na leo tulikuwa na kilele na tumefanya zoezi la kufanya usafi wa mazingira katika maeneo yanayozunguka ofisi yetu na zoezi hili linaendelea pamoja na vituo vyetu vilivyoko Serengeti, Kigupira, Iringa pamoja na Kigoma, nao wanaendelea na zoezi kama hili na wiki hii tulianza kuadhimisha kwa matukio mbalimbali kwa siku tatu. Na tumeendelea na, na matukio mbalimbali na leo tuenye siku hii la kufanya usafi wa mazingira na tutahitimisha Jumatatu siku nyingine pamoja na wenzetu ambao wako Dodoma kwenye maonyesho ya kitaifa. Watumishi mbalimbali wamekuwa mbali wakiingia hapa Tawiri na huyu ni Dr. Kakenki akifika kwa lengo la kufanya usafi kwa siku ya leo. Mimi ni mkuu wa sehemu ya utawala na utumishi Tawiri. Tuko kwenye wiki ya maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma Tanzania mbayo ni kuanzia tarehe 16 6 t hadi na, tulianza rasmi tarehe 16 kwa maana ya mafunzi elekezi. Baada ya hapo mafunzi wa upekuzi tano wa watumishi wote Ijumaa, na leo tunamalizia kwa usafi katika kamilisha wiki ya utumishi wa umma. Naitwa Dk Janemary Ntalwila. Tunachokifanya leo, tunakamilisha kilele cha maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, na tumeamua sisi kusherekea kwa kufanya usafi eneo letu. Kwa kweli, eneo hili lina watumiaji wengi sana. Wito kwa majirani zetu, hasa taasisi zinazopakana na TAWIRI, tunawasihi na wao waige mfano wetu, wachague walau siku moja kwa mwezi, wasafishe maeneo yao na hasa kuondoa hizi bidhaa za plastiki au vifungashio vya plastiki TAWIRI. TAWIRI. cha wiki ya Utumishi wa Umma. Mimi kama mtumishi wa umma, na wasisitiza Watanzania wenzangu tupende mazingira yetu kama ambavyo tunajipenda sisi tukiwa huko nje, basi na mazingira yetu tuendelee kuyapenda kama tunavyojipenda sisinia <tipedansi> tuendelee kusisitiza Watanzania wenzetu. Kama ilivyo kauli mbiu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan ya kazi iendelee, basi TAWIRI kazi inaendelea. Tupose